Mshukiwa mmoja wa kisa cha wizi ameuawa na wananchi katika eneo la Mabera kwenye kaunti ya Migori kwa madai ya kumwibia pesa mfanyabiashara mmoja wa ng'ombe. Wakazi walimteketeza moto mshukiwa huyo na kupata pesa hizo mfukoni mwake. Rashid Ronald anatuarifu zaidi kutoka maeneo ya Kuria. Wanasema siku za mwizi ni arobaini, na ni kweli kabisa kwa jamaa huyu, inadaiwa alimwandama mfanyi biashara huyu wa mifugo kutoka Migori mjini kuja hapa Mabera na kumwibia pesa. Walikuwa wamekaa naye pamoja kwenye hiyo gari, kufika kabla hajafika akajishika mfuko akakuta ana hiyo hela, akarudia huyo jamaa kumuuliza, wewe ndio tumekaa nawe hapa, mbona hiyo hela sina? Jamaa kamwambia mimi sina hela. Jamaa aliyetolea hela akasemaje, fanya hivi, wacha tu search wote, atakapatikana naye ndio mwizi. Yule jamaa kusikia hivyo akagoma. Wakazi wa hapa walimfumania na kumpiga wakitaka atoe pesa hizo, na baada ya kukataa katakata wakamtia moto. Hey, ak anachomeka. huyu mtu ni kama anahirizi huyu, hirizi yake inapumua huyu kabisa <laughs> anu... <laughs> hapa Mabera tulivamiwa saa kumi na mbili ya jioni maduka tano hakuna mtu atusaidia. nadhani tukavamiwa ma... tuka saa kumi na mbili asubuhi na kastam iko hapo na maskari sasa ni hivi, serikali, sisi wananchi tumeamua tusaidiane, tuangamize mwizi hii tauni ya Mabera. Kisa hiki kimetukia majuma machache tu baada ya majambazi watatu kuvamia wafanyabiashara watatu wa mifugo kutoka Nairobi na kuwapiga risasi kabla ya kuwaibia zaidi ya shilingi laki saba. Majambazi hao watatu, mmoja akiwa mwanamke, walitorokea nchi jirani ya Tanzania kwa pikipiki. Usalama umedorora sana katika eneo la Kuria, hasa hasa upande huu wa Mabera, umechangiwa na soko la ng'ombe ama ukipenda soko la mifugo. Rashid Ronald, KTN Leo, Mabera, katika kaunti ya Migori.